Wa kijiji na wajumbe wake, nendeni mkasome mapato na matumizi kwenye vijiji vyetu. Nyuma tulikuwa na shida, asilimia kubwa wenyeviti wa vijiji walikuwa hawasomi mapato na matumizi, na ikawa ni moja ya ajenda kwenye mikutano, wananchi wanalalamikia kwamba hatusomewi mapato na, na matumizi kwenye vijiji vyetu. Leo tulishapita katika yale maeneo na tukatoa maelekezo kila baada ya miezi mitatu lazima isomwe taarifa ya mapato na matumizi kwenye vijiji vyenu, wajue kimeingia kiasi gani, kimetumika kiasi gani, kimebaki kiasi gani, tunafanya nini kilichobaki. Tukienda kwa mtazamo huo, tutafanya kazi kwa weledi mzuri kabisa katika maeneo yetu ya kata. Hii ya Ngoywa, nilipoingia tu katika nafasi hii huyu mbunge aliniita kwenye kamati yake ya jimbo, na mimi nikawa mjumbe wake. Mambo mengi yametendeka, mambo mengi ameyafanya, mambo mengi amejali. Kwa kweli, sina cha kukupa, lakini Mungu atakujalia. Ipo miradi ambayo inaonekana kwa macho, lakini watu wanajifanya hawaoni, na sisi ndiyo wasimamizi wake. Kwa ufupi sana miradi ipo, mapesa yamemwagwa, na yapo mambo mengine ambayo tunatarajia yatakuwepo kuanzia ishirini na tano hii mpaka 30 yamepangiliwa vizuri. Ninayo karatasi ndefu, lakini kwa sababu ni ziara ya mbunge, sitayasema yote, nitasema tu ambayo kwa kweli yanaonekana. ya tunayo sekondari pale Misubwa, fika tu kuna hosteli pale ambayo kwa kweli tunaenda kukamilisha, wanafunzi wetu watakuwa wanabaki pale, kila kitu pale. Kwa hiyo wewe jifanye tu uoni, lakini kuna miradi mingi ambayo kwa kweli imeiwezesha hii Ngoywa kusonga mbele. Nisha atia umeme, jumla ya gharama ambayo umeme tumeshapokea kwa hesabu nizoenda kumkuta meneja wa TANESCO ni milioni mia saba sitini na nane kwa mchanganio ufuatao. Chabuto kulikuwa kuna nguzo zikuja nguzo 40, lakini wananchi wetu tatizo wanachokosea, si tu napoleta miradi, naomba nini niliseme mbele yako mbunge, mimi kazi yangu ni kuleta mradi kijijini, baadaye nakuja kukagua, sio kusimamia. Wanaosimamia ni serikali ya kijiji. Zimekuja nguzo hapa ho. Wajanja wenye fedha wakaanza kuzinunua nguzo. Sasa mimi kama diwani, siwezi nikaingilia swala hilo, najua baadaye litanichafua. Kwa hiyo naombeni wajumbe mlioko hapa, mradi ukifika kijijini, ni mali ya serikali ya kijiji, kijiji, sio diwani. Kazi ya diwani na mbunge ni kuja kukagua, je, fedha nilizoomba, fedha alizoniomba diwani nilizomtumia kule? Ndio kazi zimefanya. Hiyo mona kazi yetu. Lakini huko tunachanganya. Kitu kikiharibika mnasema ah, diwani ndio huyu huyo. Mwene wa kavipia au mbunge sio? Mheshimiwa mbunge vile vile tuliwasiliana juzi na meneja wa TANESCO kabla sijaliongea hiyo. Kijiji cha Kikungu Magharibi kulikuwa hakuna umeme. Tayari umeme huko tayari me, wamebaki wananchi wa Kikungu kwenda kufanyaje kulipia lakini ule waya tayari wameshaunganisha umeme. Kwa hiyo tukileta umeme jitahidini kufanyaje? Kulipia. Ndugu zangu, yaliyofanyika ni mengi kiwilaya. Maanake mimi nikizungumza, nazungumzia jimbo zima. Yaliyofanyika ni mengi. Mwenye macho hambiwi azama tazama, mwenye masikio hambiwi sikia. Ta, mmeyasikia lakini na mengine mmeyaona. Yako mengi kwenye umeme, najua kila kijiji. Lengo kuu la serikali ilikuwa ni kufikisha umeme kwenye makao makuu ya kijiji, kwamba umefika, lengo limetimia. Kinachofuata baada ya hapo ni kusambaza umeme uenee kila nyumba, hilo wanaita jazia. Jazia hiyo ndo bado serikali inahangaika nayo, hilo wanarita, jazia. Jazia kwa sababu na yenyewe ina gharama. Alafu hatua ya pili, kupeleka umeme kwenye vitongoji vile vile ambavyo havina umeme, kutoa umeme barabarani. Kwa mfano, kupea kwenye kitongoji cha Nsisiwe, unahitaji nguzo ngapi? Hiyo ndio kitu ambacho walikuwa wanafanya, walikuwa wanafanya bajeti hizo. Unahitaji nguzo ngapi? Labda nguzo 50, na kule kusambaza kwenye kitongoji nguzo 40, jumla ngapi? Nguzo 90. Gharama kiasi gani? Ndio wanaenda kuandaa bajeti ndio waje kufanya utekelezaji. Kwa miaka miwili wamefanya hiyo kazi ya makadirio na sasa hivi imekamilika, ndio maana tumeanza tune, mwaka huu vitongoji kumi na tano kila jimbo. Mwakani wanaanza programu nzima ya vitongoji kwenye miundombinu. Mawasiliano haya mawasiliano ya simu, mi nimekaa hapa na wasiliano na watu wa Dodoma kwenye, kwenye internet yapo kupitia Vodacom, tena Vodacom iko 4G, yani na nguvu ya 4G. Kweli, hayo sio maendeleo madogo, ni maendeleo makubwa. Wakati mimi nakuwa mbunge 2015 hii kata haikuwa na mawasiliano ya simu, ilikuwa hakuna. Leo hii watu wamekaa hapa, wanachonachona mtu anapiga simu kwa, kwa ndugu yake, halo eh, na, lote, ambao, Kakunda jafaa lolote, kumbe anatumia simu ambayo Kakunda amefanya kazi, sisi semuy